Watu 98 wamefikishwa katika Mahakama ya Hakimu Mkazi Kisutu jijini Dar es Salaam kwa tuhuma za uhaini, zinazohusishwa na maandamano ya uchaguzi wa Oktoba 29 mwaka huo 2025. Kwa mujibu wa hati ya mashtaka, 76 kati yao wanatuhumiwa kwa makosa mawili ya kula njama ya kutekeleza uhalifu huo nchini Tanzania kinyume cha kifungu cha 384 cha sheria ya kanuni ya adhabu ya mwaka 2023. Katika shtaka la pili, watu hao wanatuhumiwa kwa uhaini kinyume na kifungu cha 39 9 ibala ya pili D cha sheria ya kanuni ya adhabu ya mwaka 2023. Aidha, watuhumiwa wengine 21 hmj wanashtakiwa kwa mashtaka mawili ambayo ni kula njama ya kuharibu miundo mbinu na uhaini. Watu hao wanatuhumiwa kutenda makosa hayo katika maeneo mbalimbali ya Ubungo jijini Dar es Salaam kati ya Aprili mosi mpaka Oktoba 29 mwaka huu. Kwa upande wa mfanyabiashara Jenifa Jovi ni maarufu kama Nifa, pamoja na mashtaka hayo, pia anashtakiwa kwa uchochezi wa kuhamasisha umma kununua barakoa za kuzuia moshi wa kutoa machozi wakati wa maandamano ya kupa, wa kupinga uchaguzi wa Oktoba 29 mwaka huu 2025. Anatuhumiwa kutenda kosa hilo katika maeneo mbalimbali ya jiji la Dar es Salaam kati ya Agosti mosi mpaka Oktoba 24 mwaka huu washtaki hao wamesomewa mashtaka yao leo Oktoba 7 mwaka huu 2025, na wakili wa serikali mwandamizi Clemence Kato mbele ya hakimu mkazi mkuu Aroni Liamuya. Kwa mujibu wa sheria za Tanzania, mashtaka ya uhaini hayana dhamana na adhabu yake kwa atakayekutwa na hatia ya kosa hilo ni kifo.